Ndugu zangu katika kilimo na uzalishaji wa pamba kuna siasa kubwa, niwaombe sana, tusikilizeni Serikali tunavyowaambia. Serikali hata siku moja haitachukua hatua ya kumdhuru mkulima au mwananchi wake, tutachukua hatua za kunyanyua kilimo na kumfanya mkulima afaidike na kilimo chake. Kwa hiyo niwaombe sana, acheni siasa zinazozunguka Tusikilizeni serikali kwenye upandaji wa pamba, uoteshaji wa pamba. Na jambo zuri ni kwamba kuanzia mwaka huu tunaanza kutoa ruzuku kwa kiasi kikubwa kwenye uoteshaji wa zao la pamba. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu, mshiriki katika zao la pamba au kilimo cha pamba. Uh, nizungumzie kidogo kuhusu changamoto zilizopo ndani ya wilaya, natambua kwamba kuna changamoto ya bali.